Ambalo walilisoma sasa. Ujumbe huu ndio uliobeba dhima nzima ya harambee hii kwa sote, kwamba sote tunawiwa kushiriki katika kuwajali watu wenye mahitaji maalum lakini pia wenye mahitaji ya kawaida katika jamii yetu. Kwa kazi hii muhimu mlioianzisha, mmeonyesha kutekeleza mafunzo ya maisha na matendo ya miujiza ya Yesu Kristo. Hamjaishia tu kuwaonesha huruma na kuwahudumia kiimani, bali kama Yesu Kristo alivyowasaidia na kujibu mahitaji ya walio kwa wagonjwa, na nyinyi pia mmesimama kuwatetea na kuwawezesha wenye mahitaji maalum waishi maisha bora. Mmetukumbusha kuwa kuwalisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu na kuwakarimu wageni, kuvika wasio na nguo, na kutembelea wagonjwa ni jukumu letu sote. Sasa, mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini, huu na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu, kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali mbali, mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga Jamii iliyo bora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Hivyo napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa jitihada za uchangishaji ambazo tayari zimewawezesha kukusanya kiasi fulani cha pesa si haba, Baba Skofu, kwa sababu umetuambia hapa kabla kuingia kwenye ukumbi tayari kukua kuna bilioni 3.5 ziko benki zishakusanya. Lakini wakuu wa majimbo hapa wametugawia bilioni mbili point saba tano point saba. Harambee iliyopita hapa waliosimama imeleta kama bilioni moja, nilikuwa napiga mahesabu, bilioni moja na mamia kidogo. Kwa hiyo hiyo ni bilioni sita, na hapo bado karatasi zilizopita kule hazijasomwa, na tukisoma zile karatasi tayari zimetusogeza. Lakini hizi ni kwa ajili ya kusimamisha jengo tu. Baada ya kusimamisha jengo, kuna huduma, kuna mahitaji mengine ili kufanya kituo hiki kiweze kufanya kazi. Kwa hiyo kama alivyosema baba Askofu, bado kazi ni kubwa na bado michango inahitajika. Sasa kwa upande wetu, serikali tutashirikiana na kanisa katika kukamilisha mradi huu nani, bega kwa kuwa nanyi bega kwa bega katika ujenzi na uendeshaji wa kituo hiki. Vilevile baba askofu, ninapoalikwa kwenye mambo makubwa ya kanisa kuna kiwango nimejiwekea cha kuchangia nacho, ni shilingi milioni moja. Kwa hiyo kama ninavyochangia kwengine nitachangia hapa pia shilingi milioni mia moja. Shilingi milioni mia moja, nilisema milioni moja. Ukumbi wote umezizima, huko ni shilingi milioni mia moja, baba askofu, hicho ndio kiwango nilichojipangia. Lakini leo kwa maajabu makubwa niwashukuru sana washauri wangu na nadhani jumla ya washauri sita au saba hivi ndani ya ofisi yangu, kwamba na wenyewe wamejikusanya, wanakuja na milioni mia moja ii <laughs> ilikuwa ni surprise kwangu, nawashukuru sana. Lakini baba askofu, watoto hawa ulisema wana matumaini makubwa kutoka kwa bibi. Sasa nikivaa kofia ya bibi, nitawachangia wajukuu zangu milioni hamsini kama bibi. Kwa hiyo ukipiga jumla kutoka ofisi ya mama huku kama 250 hivi, si haba. 250 milioni si haba. Lakini kama nilivyosema, niwashukuru wale wote wote ambao tayari wameshachangia. Kii, kuna msemo unasema kwamba kutoa ni moyo usambe ni utajiri. Kutoa ni moyo na sio utajiri usiseme, ah huyu tajiri ndio maana anachangia hapana, ni moyo tu. Tumesikia hapa michango ya laki moja, michango ya laki tano, michango ya milioni. Ni moyo ulicho nacho, toa uwe na wewe ni sehemu ya sadaka hii. Kwa hiyo niwaombe sana na niwasihi wa Tanzania kupitia taasisi zetu mbalimbali na mtu mmoja mmoja, tuchangie makao haya kwa ajili ya watoto wetu wenye changamoto ili wapate pahali pa, pazuri wakae walelewe vizuri, wafundishwe vizuri, nawe na wenyewe wawe sehemu ya kundi litakalochangia kwenye jamii yetu ya Watanzania.